Hizi zinaitwa ramion okay. Kuna mtu aliniagiza yuko daka, anambia, nifa, nataka ramion, nataka ramion. Hizi hapa zote tunazionaga kwenye movies zinaitwa ramion. Main challenge ambayo nimekutana nayo nikiwa Korea, vyakula karibia vyote wanaweka nguruwe, mpaka kwenye mikate yani, mpaka kwenye mikate. Just imagine, mkate unawekewa nguruwe, eh, sausage nguruwe, sijui mkate sijui nini, mandazi nguruwe sijui mchele nguruwe kila kitu pok koo pok, pok, pok. Ko ni ngumu kidogo kupata chakula ambacho ni halal. Na sababu moja wapo vipodozi vya Korea viko expensive ni kwa sababu ya lifestyle ya huku. Lifestyle ya huku kidogo iko very it's not favorable especially if you are not a Christian. Yeah, sasa hivi ni saa nane kasoro usiku, unaweza ukahisi niko restaurant, jamani lakini hili ndo duka la mangi linavyokuwa Korea. Unaona jamani, hebu <coughs> naomba hii aidia aichukue. Mbongo mbongo mmoja achukue hii aidia, hebu ona. Look at this place, hili ni duka la mangi. Yaani hili ndo duka la mangi, umeona? <coughs> ni wali ambao ndani tayari una nyama na kila kitu, and the best part ni kwamba hapa hapa dukani ukishanunua una vitu vyako vyote. Kuna microwaves unavipasha, kwa hiyo huko wanapika vyakula and then wakimaliza wanavipack, ukija kununua kama hivi, unapasha mwenyewe microwaves na kuwepo hapa. I'm done and I'm going back to my hotel. Ilibidi ni hame hotel kwa sababu ili nilofikia mwanzo kidogo ilikuwa mbali, alafu limit pia ya mizigo. Wapendi weke sana mizigo. Anyways, Ramada pia ipo Korea. Kitu kingine kinachofanya vipodozi vya Korea vi very expensive ni sehemu za kulala jamani, sehemu za kulala ziko very expensive yani huku chumba hey! kwanza chumba cha laki na nusu upati ni kuanzia laki mbili laki tatu yani, hey, kuanzia laki tatu laki nne kuendelea ni jamani. Wa Korea ukija toilet haunawi mwenyewe kwa mikono, chondo kina kunawisha okay? this is a toilet. kwa kama unataka ikunawishe <laughs> nyuma <unabonyeza hapa> ina kunawisha <laughs> Mungu wangu jamani. Umuona? <laughs> hapa nakunawisha, kutokana na mchoro ulivyochora unataka maji yatokeje? kwa mawimbi <laughs> kwa kustawi <laughs> kwa kuruka yeah. Teknolojia. So guys, tayari uh, tumeshachukua order kwa ajili ya wateja ni Nifo cosmetics wangu na kama mnavyoona

Mizigo yetu inaenda tu inasombwa tu jamani. We take a very big order, of course. na sio kwa order basi jango nakuja kununulia dukani right?

Wateja wangu jamani, yani kuna baridi kali. Anyways, foundation zenu jamani, mzigo wa foundation huu hapa. Hamtoi order, mnakuja kununulia dukani, sawa? Nimewaambia ningewachukulia foundation ndogo, lakini foundation ndogo ni elfu sitini na tano, foundation kubwa ni elfu themanini na tano. Sasa ile elfu sitini na tano na elfu themanini na tano waliokuwa live wamenielewa. Ile elfu sitini na tano ni ndogo sana, bora upate ile kubwa elfu themanini na tano, sawa. Lakini pia toner, serums zote za tilt products zote za tilt. So stay tuned and I'm